Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo alibanduliwa rasmi na bunge la kaunti ya Nyamira tarehe 25 Novemba mwaka 2025. Hii ni baada ya madiwani 23 kati ya 31 moja kupiga kura ya kutoonyesha kuwa na imani naye. The governor of Nyamira County hoja kumbandua iliongozwa na kiongozi wa wengi Julius Matwere ikimtuhumu kwa ukiukaji mkubwa wa katiba na uongozi mbovu wa rasilimali za kaunti hiyo. Spika Tadus Nyabaro alitangaza matokeo ya kura na kuidhinisha kuwa gavana huyo ameondolewa mamlakani yes. Hatua hii sasa imepelekwa seneti kwa uamuzi wa mwisho. Iwapo seneti itaitinisha, naibu gavana James Gesami atachukua uongozi wa kaunti hiyo. Hii ni mara ya tatu madiwani wakimng'atua gavana huyo, jambo linaloonyesha mvutano wa muda mrefu kati ya uongozi wa kaunti na bunge lake. Nikiripotia Elite Media, jina langu ni Soita Junior Glisho.